Zile siku za nyuma kule, yaani, tulikuwa tunaona Mkristu ni Mkristo, iko tofauti na, eh, na na, na mpagani leo. Ukiona namna gani kwaya zinaimba leo, kwaya zimoya, sio wote kule. Wale ambao wangali wanaimba na utaratibu ndio wanaweza tingizika, lakini wana utaratibu yao. Lakini kwaya zi, leo zi, jinsi zinaimba na jinsi, eh, eh karaoki wanazicheza kule Kinshasa pale wa coffee na bale wengine wacheza muziki unaona, wote ni sawa, hakuna tofauti. Ukiona mavalio hakuna tofauti, kama wanachana manguu na wanachana manguu, kama ni nyele gise ule, ule ule mwimbaji mwenye alikuwa anaimba eh, bomale mwenye alikuwa anaimba gisa alikuwa na ule mwimbaji wa, wa kimataifa, gisa alikuwa nafanya nyele zake njo leo waimbaji wengi wanafanya, wanaume nao wanazishusha hivi. Na ajabu watumishi wa kanisa hawawaonye hawawashauri hawakemee ile zambi, wanaendelea kushiriki zambi. Lakini Yesu alisema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni na karibia. Leo hii watu hawapendi kutubu kanisani Hawapendi, wanaingia kanisani kama ku mambo ya dunia, wanaleta dunia mkanisa. Hitaji ndizo zinatawala kanisa, lakini Yesu alisema tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni na mengine yote mtazidishwa Amen. Lakini kwa leo watu wengi wanaingia mkanisa sio kwa kupenda Mungu, wanaingia mule ili wajibiwe mahitaji yao Walio na mapepo wanaingia mule, labda walio na magonjwa waombewe, kisha wanaondoka. Na ukiona mkutano kwenye inafanyika, kipindi ya maombi ndio kubwa, ndio mrefu, lakini wakati wa kutubu hamuna. Na wakisema kutubu, wanaombea watu kwa jumla, lakini Biblia ni wazi, inasema tutubu zambi kwa kukiri, tueleze: nilifanya hivi na hivi, Mungu nisamehe. Unaona hata katika eh, shirika ama katika nyumba, unaona mtu anasema tusameheani, tusameheani kunini? Eleza nikusamehe kunini, nami unisamehe kunini. Sasa, unisamehe. Sema, sema zambi yako. Sema sema zambi yako, kosa yako yenye utasamehewa wako, lakini wadase unisamehe hiyo tu, hatajieleza juu ya nini wamsamehe. Ujieleze, kama uliiba ongea, kama ulitukana ongea, kama ulifanya uzinifu na mambo mengine ongea, utubu zambi wazi wazi, hapana kusema tusameheane kwa yale. Na kwa siku hizi uongo ni nyingi kanisani, na watu wanasema uongo kama kawaida kabisa Wanasema uongo sababu wenyewe babati wenyewe wanakula eh, maharage ama wali eh, na maharage. Ha, yani wanakula wanasema uongo kabisa, mtu anachafua mwenzake na hiyo uongo, anabaki na anajua, siku anamwona Yesu, Bwana, unisamehe nikusamehe kuni nikusamehe hata hivi na hivi, inamshinda lakini, kule mbele, ile zambi inajibana kule, kwa sababu ile inasema tuguni zambi zenu kwa kukiri Mtu unaeleza nilifanya hivi nilifanya hivi nilifanya hivi. Leo ile haiko mkanisa haiko mwakristu na ndiyo kama kanisa zenyewe zinafanya vile, Mungu awabariki na waendelee vile, watumishi wenyewe wanafanya vile, Mungu awabariki na waendelee vile. Lakini siku hizi kabisa kutubu zambi inakuwa shida, ila Yesu alisema na Yohana Mbatizaji, wale ndio walianzisha kwanza eh, hubiri juu ya toba ya ufalme wa mbinguni, tubuni kwa maana ya ufalme wa mbinguni na karibu leo. Watu wanatafuta mambo ya dunia, lakini mbinguni ambako tutaenda hakuna makonjo, hakuna njaa, hakuna eh, kilio, hakuna vita, ni furaha siku zote, kusifu Mungu siku zote. Hakuna mzee, hakuna mtoto, hakuna mwanamke, hakuna mwanaume, wote ni bibi harusi. Mungu asifiwe. Kwenye tutaenda kuna furaha ya ajabu, kuna burudani ya ajabu, kuna mambo mazuri sana ambayo hata huko tutakula ile rojorojo e, rojo ambayo inasema katika e, katika kitabu cha Isaya. Na mtu M ule matunda ya mtu wa uzima tutaikula huko, tutaishi milele na milele pamoja na Yesu Kristu. Kule hakuna tena kifo, hakuna kuwaza mambo ya dunia. Dunia ita, itachomwa na vyote vilivyomo, vyote na wale ambao walikuwa kanisani ambao wanaishi kanisani, hawapendi kutubu zambi. Wanajiita Wakristu lakini wanaishi na zambi zao, wanazikumbatia hivi. Manaake zile zambi wanakuwa e, e, peshe zenye ziko sheria zambi zao zenye wanapenda sana hizo zambi, ni ibilisi anawafanya wapende hizo zambi ili waangamie milele. Lakini hata leo Yesu anaendelea kuita Tutubu zambi zetu twende mbinguni. Dunia itapita, naete vichaza, dunia itapita na mambo yake yote, tamaa za mwili, tamaa za dunia, unaangalia hivi na hivi, hayo yote yatapita. Mambo mazuri yatapita, lakini mbinguni tutaishi milele na milele.